Mheshimiwa Waziri, tatizo la usikivu limekuwa linaongezeka katika jamii yetu, kama ilivyo kote duniani. Utafiti na makadirio ya wataalamu wa hospitali unaonyesha kuwa kwa mwaka takriban watoto mia mbili wanaweza wakawa wanahitaji huduma hii hapa nchini. Utaalamu ambao umeendelezwa takriban miaka ishirini unaonyesha kuwa watoto hawa wakigundulika mapema na kupewa vifaa vya usikivu kama ambavyo tumeona ushuhuda wa watoto, wataishi maisha ya kawaida, wakati wasipopata watakuwa ni viziwi na matatizo yote ambayo yamesemwa na wataalamu. Katika eneo letu hili, kuna operations zinafanyika Nairobi kwenye hospitali za binafsi, lakini sisi tumekuwa kwanza kuifanya katika hospitali ya umma. Aidha, upandikizaji wa vifaa vya usikivu kama ulivyosikia, kuna wataalamu wamekuwa na wanatayarishwa kwa muda, wengine wametayarishwa katika nchi ya Misri, lakini hapa karibuni tulipeleka wataalamu saba wakiwemo madaktari bingwa, wauguzi, wataalamu wa speech therapy, vile vile walienda India ili kupata elimu na ujuzi wa utoaji huduma hizi wataalamu hao Mheshimiwa Waziri, ndio wamewezesha zoezi hili leo kufanyika. Kwa kweli leo tunashuhudia tukio au wiki hii, kwa sababu upandikizaji ulifanyika jana na juzi. Kwa hiyo Tanzania inashuhudia tukio la kihistoria katika sekta ya afya, lakini pia ni tukio la kihistoria kwa nchi yetu, na kubwa zaidi ni tukio la kihistoria kwa ajili ya haki, ustawi na maendeleo ya watoto. Profesa Wahab nadhani ametuambia na Profesa Muse suala la mtoto kusikia ni suala la haki yake ya msingi ya kusikia. Kwa hiyo kwa kweli nasikia furaha sana. Kabla sijaendelea, na wakati nilipopewa dhamana ya kusimamia sekta hii ya afya, maelekezo mahususi, licha ya maelekezo ambayo yako katika ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2015, lakini maelekezo mahususi ambayo Mheshimiwa Rais alinipatia, nataka upunguze rufaa za wagonjwa nje ya nchi. Kwa hiyo Profesa, hauelewi ni kiasi gani wewe na timu yako mmenisaidia mimi kuendelea kuwa waziri wa afya. Nawashukuru sana, sana, sana kwa sababu mtihani huu tayari tumeuvuka katika mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa bajeti ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, hamjamwangusha Mheshimiwa Rais kwa kweli. Nitampelekea salamu zake, nimwambie Mheshimiwa Rais, mtihani huu tumeuvuka. Nina mtihani mwingine wa kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, lakini huu wa kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa tunawashukuru sana. Nitoe wito sasa kwa wazazi, walezi kuhakikisha kwamba wanawapeleka watoto katika hospitali pale tu mara wanapozaliwa na wanapoona kwamba wana matatizo ya kiafya Lakini kubwa, profesa na timu yako, nimefarijika kusikia kwamba Tanzania inakuwa nchi ya pili kutoa huduma hii ya upandikizaji wa kifaa cha usikivu katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki baada ya Kenya, lakini kubwa kwamba huduma hii kwa mara ya kwanza Tanzania sasa hivi inafanywa na hospitali yetu ya serikali. Huduma hii sasa inapatikana Muhimbili kuanzia leo. Serikali haitagharamia matibabu ya mgonjwa nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kufanyiwa upandikizaji wa kifaa cha usikivu. Kama mtu anataka kwenda nje, ataenda kwa gharama zake mwenyewe. Mgonjwa ambaye atapata ufadhili wa serikali atakuja kufanyiwa hapa Muhimbili. Kwa hiyo kazi kwenu Dr. Edwin, profesa na mwenyekiti wa bodi, na sisi tuko tayari. Kama nilivyosema, wale ambao tulitakiwa tuwapeleke sisi, mkituambia kwamba mheshimiwa waziri, hebu liangalieni suala la vifaa kwa huduma hii sasa inapatikana hapa chini. <coughs> NHIF yuko hapa, hakikisha package, hakikisha mtu yoyote mwenye kadi ya NHIF anapata huduma hii endapo anahitaji. Tunaweza tukajadili angalau kifaa kigharamiwe na NHIF. Procedure anaweza kukubali, tukamwambia mgonjwa achangie, lakini yoyote mwenye kadi ya NHIF anatakiwa kupata huduma hii, ndiyo maana ya social protection. Kadi ya NHF haitakuwa na maana kama mzazi ana mtoto anataka kupata huduma hii alafu apate. Kwa hiyo mkajipange tuangalie, na sio swala la kujipanga, nimeshaelekeza. Kwa hiyo naweza kukubali tu kwenye procedure, kwenye procedure naweza kukubali kwa sababu hata moyo tulianza hivyo hivyo, ilikuwa haiwezekani lakini, baadaye sasa hivi si wagonjwa wa moyo wanapata. Mwanangu amefanyiwa operation Jumatatu tarehe nne, e, na leo ni siku ya tatu angia amefanyiwa operation. Nilimgundua kwa sababu angia akiwa mdogo, labda tukiweka sauti kubwa ya redio, labda tukiweka muziki ashtuki, labda simu kilia jirani yake ashtuki. Ukimwita ni mpaka awe anakutizama, mpaka awe anakuona. Mpaka umguse, anashtuka na angekuwa anakuona. Kwa hiyo tukawa tunaweka walakini baadaye tukaamua tuje Muhimbili, na tukaja Muhimbili wakampima tukagundua kwamba usikivu wake hauko vizuri.